utakapokufa alafu hukuwa umeokoka utaelewa haya, lakini ndo kumechelewa, mpendwa. Tubu, Yesu anakuja. Njoo kwa Yesu leo, hujachelewa bado. Tubu dhambi nakuzia, ndugu zangu, naulumia mtomiza na pesa, mnaishi kwa pesa, mnawaza pesa, hamwazi Bwana kumpenda wapi

Ndugu yangu mtini hapa, au unasali pengine, alafu miziki kipagani unasikiliza, eti ni Mkristo, eti ni mlokole mpentekosti, unasikiliza bongo fleva koli, alafu nasali wezi kuomba wezi kufunga, kwa sababu ya Simba mpira unacheza. Nikwambie, mbingu sahau. nibovaseusikamaguzi akupokea Bwana Yesu, ili akuokoe kabisa, akutakasi kabisa. Wacha na mpira, Simba na Yanga viache, uje kwa Yesu kadokovu hakuna timu za mpira nsja enwaksanza msabiki mpira ni uchawi ucawi, njoo kwa Yesu akufungue akukomboe.